Kristo tumaini letu, naona kiu kio naiona. Mungu ni mwema kila wakati. mwasha Mbabaskofu Wolfgang John Pisa, askofu wa jimbo letu la Lindi, waheshimiwa mavika vika, waskofu Father Wilbert Mbinga navika na kwa upande wa utawa waza kesi waheshimiwa mapadri majirani ambao mmetukimbilia, Padri Fenia kutoka Ingawale, Padri Ndeki kutoka St Francis, mapadri kutoka Mtwara na katibu wa askofu namwona pia, na ndugu yetu kaza Maiko ye nyuma. Asante wote kwa kuweza kufika katika siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo, Kristo tumaini letu. Basi kwa upande wa shukrani, nadhani asilimia kubwa, nisingependa kurudia, imetolewa na mwenyekiti wa parokia. Kwetu sisi wana parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Mnazi Mmoja, kwanza kabisa tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye nadhani yeye ndiye anayeweka huu upendeleo ambao ameosema mwenyekiti kwetu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo ameyawezesha hasa kwa namna pekee kutupa zawadi ya ndugu. Kama anavyotuambia Mtakatifu Francisco Asizi, yeye daima alipokuwa akipokea anasema Mungu, Mungu amenipa zawadi, aliwachukua ndugu zake kama zawadi. Kwa hiyo kwa sisi wanaparokia ya Mtakatifu Yuda Tadei, Mungu ametupa ndugu dada zetu ambao wamekubali kuungana pamoja nasi katika utume katika parokia yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumpigie makofi <tune> mengi Mwenyezi Mungu. Nikushukuru Baba Askofu kwa kama alivyosema mwenyekiti wa huu, upendeleo wetu sisi wanaparokia, kwa kweli, naweza nikatumia lugha hii, hatukustahili kuanza eh, kupokea masista kwa wakati huu, kwanza kabisa, kulingana na miundombinu ya parokia yetu, kwa sababu kama alivyosema vingi, tulikuwa tunaanzaanza, ndio maana tulipopokea huu eh, ujumbe au hizi e, taarifa za kwamba masista wamechagua kufanya utume zilikuwa ni taarifa nzuri kwetu, lakini pia tulikuwa na maswali mengi. Tutawaweka wapi? Ndo swali la kwanza ambalo tulikuwa tunajiuliza, na hata waliposema wamechagua hapa, swali la haraka haraka tukajiuliza, wamepapendea nini? <coughs> Basi wamepata jibu lakini <laughs> uchangamfu wa wakuona kwanza baraake. Tukiangalia kwa upande wa miundombinu, Kipatimu alikuwa na kipaumbele cha kwanza, kwa sababu wao walikuwa na miundo mbinu ya kila kitu ya kuweza kuwapokea masista. Changamoto ya barabara isingekuwa kikwazo kwa masista, kwa sababu alishazoeya umisionari kufanya mazingira sehemu yoyote. Kwa ndugu yangu ingawale pia miundombinu ilikuwa vizuri, lakini hapa kwetu miundombinu kwa kweli haikuwepo. Kwa hiyo hata walipochagua kwa kweli ilikuwa tulishtuka kidogo, lakini ni katika ile hali ya upendo kama nilivyosema, waliongozwa na Mungu katika kuangalia hitaji la mahali hapa. Kwa hiyo tunakushukuru, Baba Askofu, kwa msaada wako mkubwa uliotuwezesha wanaparokia ya Mtakatifu Yuda Tadei kuweza kufanikisha nyumba ambao masista wataingia. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya askofu. Wanaparokia Mtakatifu Tadei, askofu tunasema asante sana. Mungu akubariki, tutaendelea kukuombea katika utume wako. Tatu ni mshukuru mama mkuu wa shirika la Dada Wadogo ambao pia wamekubali kuja kufanya utume katika parokia hii licha, kama nilivyosema, hawakuogopa mazingira, hawakujiuliza tutalala wapi, hawakujiuliza tutakaa wapi, lakini wao walikuwa tayari kufanya utume, maanake walikuwa tayari kukaa mahali popote. Asante kwa moyo huo tuonesha wa umisionari ambao umetuonyesha. Mungu awabariki. Sisi kama wanaparokia katika ishara hiyo basi tunawapokea kwa mikono miwili, wanaparokia wana matumaini makubwa kwa ujio wenu katika kuendelesha utume katika parokia yetu ambao ni utume mkubwa mkubwa. E, furaha nilionayo mimi na ndugu Birungi sidhani kama mtu anaweza kaiona, ni furaha kubwa kwa sababu katika utume ni kwa kiasi fulani kama tulielemewa kwa hiyo kwa ujio wenu unatupa matumaini makubwa pale tulipoelemewa, basi tumepata msaada wa kuweza kutusaidia katika kufanya utume katika parokia hii. Sisi kama wana parokia tunaahidi ushirikiano kwenu, msiogope. Kama alivyosema hawa ni wakalimu wapole, wacheshi. Kwa hiyo ndio fadhila zetu sisi wana Mnazi Mmoja. Kwa hiyo Mama Mkuu, hujawatupa masista wako, tunakuahidia wako mikono salama. Kama mwenyekiti alivyosema, basi wako mikono salama. Asante sana, Mungu awabariki. Shukrani pia niende kwa mapadi ambao wametukimbilia kwa leo. Jumapili sio rahisi sana kuweza kupata mapadi wa kuungana pamoja nasi, basi ni shukuru sana. Kwanza kabisa ni mshukuru Baba Vika aaabinga ambaye amekuja kuungana na sisi. Huyu ni baba yetu, amesema, siwezi kuwaacha watoto niliowazaa mimi. Kile alichokianzisha anataka aone mwisho wake. Baba sisi tunaendelea kukua, kwa hiyo tunashukuru sana. Pia nishukuru eh, baza kesi vika watawa ambaye pia ameungana pamoja na sisi baba, tunashukuru na mapadri wengine, asanteni sana. Niwashukuru wote wageni kutoka Michwelo, wageni kutoka mahali mbalimbali ambao mmeweza kuwezesha pia kuungana pamoja na sisi, lakini pia niendelee kuwashukuru waamini wote. Jambo hili lilikuwa kama lilikuwa la muda mrefu lakini baadaye likageuka kuwa la ghafla, yaani limechanganyika unyomo la muda mrefu na la ghafla. Taarifa zilikuwa za muda mrefu, maandalizi ya ghafla, lakini licha ya hayo tumeweza kufanikisha na mambo yameenda vizuri. Ni washukuru sana waamini kwa umoja huu mliouonyesha katika kufanikisha shughuli hii kwa namna pekee katika shukrani hizi nitoe shukrani kwanza kabisa kwa parokia jirani, hasa parokia St. Francis ambao pia kwa mchango wao wa kuwezesha shughuli hii. Baba Ndeki, tunakushukuru sana pia. Pia kuna wafadhili wachache ambao tuliwakimbilia waliweza kutusaidia katika kufanikisha sherehe hii, katika kuto kuwepo kwao, lakini tunatambua mchango wao. Kwanza kabisa tunatambua, tunatambua mchango wa dada Aquilina Agustina ambaye yeye alitusaidia pia tulipomkimbilia. Tunatambua mchango wa ndugu mmoja anaitwa Danieli, yeye alitusaidia ye, magodoro matatu. Pia niwashukuru WAWATA, pia wao wa wameongezea godoro la nne kwa sababu tulikuwa na magodoro matatu. WAWATA, asanteni sana, Mungu awabariki, pamoja na mashuka na mito na vitu vingine. Pia tunatambua e, mchango uliotolewa na kikundi cha Emmaus Prayer Group, wale ambao walikuja kufanya kongamano katika parokia yetu nao tulipo wakimbilia, basi walituchangia kiasi cha milioni moja. Pia tunawashukuru kwa mchango wao. Basi tunaendelea kuwashukuru wote. Mwisho kama alivyosema katibu, nadhani hata masista na wenyewe wameshangaa hivi, tutakula sahani? Maana tumefanikiwa kutoa vyombo, lakini basi hatujafanikiwa. Nadhani vyakula vipo, masista msiogope, mihoko ya kutosha kwa hiyo masisa watatuta vigangoni kwetu, tutaweka ratiba vizuri. Kwa hiyo ni waombe waamini, nadhani nadzani saa hizi tunavunavuna ufuta, miogo imesha komaa komaa, mioko ndo usiseme hiyo hiyo. Kwa hiyo kila mmoja tunaomba ajitoe, mwenye kuku, mwenye nini, kila mmoja, ili kwa kuanza ni vizuri wageni wetu wasipate shida kwa hiyo watakapopita vigangoni kwa ajili ya kuwasalimia, najua vigangoni wengi wajafanikiwa kufika, nadhani tumefika wachache. Kwa hiyo tutaweka ratiba, tutatangaziana vizuri. Basi tutakaposikia zamu hii masista wanakuja, basi tujiandae. Tumefanikiwa vyombo, Mungu awabariki. Basi pia tunawajibu walau wa kufanikisha, walau kwa chakula. Kwa hiyo tunaamini tutakapopita huko vigangoni, mwenye chochote asisite kutoa. Uzuri wake wameniambiwa anakula kila kitu Maaki mwingine hapa ni makonde kabisa. Kwa hiyo, msiogope kutoa, kusema hawa ni watu special sana hapana. Ni hicho hicho unachokula, ukitoa, Mungu atakubariki. Basi niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki, atubariki sote. Asante misa.